Halo, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu wote aliowaridhia. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo, kipindi ambacho kimekuwa kikiwafurahisha wengi, mimi pia nakifurahia sana. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu kwetu. Tuko katika kitabu cha Mwanzo, tumeifikia sura ya kumi na nane, tutaanzia kusoma mstari wa tisa. Tukutane na jambo jingine hapa. Wakamwambia, yuwapi Sara mkeo? Akasema, yumo hemani. Akamwambia, hakika nitakurudia wakati huu mwakani, natazama Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara kaasikia mlangoni pa hema iliyokuwa nyuma yake. Basi Ibrahimu na Sara walikuwa wazee na umri wao mkubwa, na Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake. Kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake akisema ni wapo mkongwe, nitapata furaha na bwana wangu mzee? Bwana akamwambia Ibrahimu, mbona Sara anacheka amecheka akisema, mimi kweli nitazaa mwana nami ni mzee? Kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Kwa muhula wake nitarudi nitakurudia wakati huu huu mwakani na Sara atapata mwana wa kiume. Sara akakana akisema sikucheka, maana aliogopa. Naye akasema sivyo, umecheka. Amen. Mpendwa mtazamaji wangu, tunakutana na ahadi nyingine hapa ya wazee wetu Ibrahimu na Sara, ile ambayo tumeigusa katika sura iliyotangulia kwamba waliahidiwa kupata baada ya kubadilishiwa majina yao, waliahidiwa kupata mtoto, na mtoto akatajwa jina lake Isaka. Sasa hapa sasa inatajwa siku rasmi au wakati rasmi ambao Isaka atazaliwa. ana- huyu bwana anamwambia au Bwana Mungu akamwambia, yu wapi Sara mkeo? Walimuuliza hawa huyu ni Bwana Yesu, wakati ule wameenda Sodoma na malaika wale. Yesu hatajwi sana, lakini anatajwa Bwana wakati wanaenda kuichoma Gomora, na Sodoma na Gomora walipofika kwake, wakamwambia yuko wapi Sala mkeo? Akasema yuko hemani, yani yuko ndani. Basi akamwambia Ibrahimu, akamwambia yani, yule Bwana akamwambia Ibrahimu, hakika nitakurudia wakati huu huu mwakani na Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sasa nakuambia naenda, lakini mwakani nakurudia na wakati huu huu, kama mwakani mkeo atakuwa na mtoto, mkeo atapata mtoto wakati kama huu mwakani, mtapata mtoto. Uh, sio tu mtoto, mtoto wa kiume. Sara akasikia mlangoni pa hema iliyokuwa nyuma yake. Sara alikuwa ndani. Wamama mara nyingi wa baba wanapoongea hutega masikio wajue baba anaongea nini na mgeni, wakati mwingi huwa wana tabia ya kutega masikio. Sasa huyu mama naye akatega sikio. Sio jambo jema kusikia baba anaongea nini na mgeni wake, si kila kitu utaruhusiwa kusikia, lakini mambo mengine unaweza kusikia. Sasa huyu mama akasikia. Aliposikia Biblia anasema akacheka, akasema ha, yaani mimi na uzee wangu na mme wangu tuko wazee namnahii, tutapataje mtoto? Hatuwezi, tutapataje furaha kweli? Hii haiwezekani, huyu anaongea tu, akacheka. Kwa kucheka hapa, maana yake ni kama alidharau yale maneno, kwamba ha, haiwezekani. Ndio maana akacheka. Ndio maana, sio kucheka kwa maana ya kucheka, maana yake ni kama alisema haiwezekani alidharau kwamba kinachoongelewa sicho. Ndipo Bwana akamwambia mbona Sara amecheka akisema, mimi ni kweli nitaweza kuzaa mtoto na mzee mzee namna hii? kwanza umri wangu hauwezi tena kufikia kufanya jambo kama hilo. kwa kwa kwa nini nini hiyo? Akamwambia kwa nini, mbona amecheka? Ndipo Sara akaitwa akasema, mbona umecheka? Akakana Sara akasema, ah, mimi sikucheka mbya amecheka. Lakini kitu muhimu alichosema Bwana akasema akamwambia, ah, angalia jambo muhimu hapa. Bwana akamwambia Ibrahimu, mbona Sara amecheka akisema mimi kweli naweza nitazaa mwana nami ni mzee? Kitu muhimu nachotaka uone hapa, kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Maana yake anamwambia Ibrahimu na Sara mkewe kwamba Mungu hashindi na lolote. Ninyi mm -hmm, mnajiona wazee, wa Mungu yote yanawezekana, kesho mnaweza kuwa vijana vile vile. Kwa hiyo kuna hakuna linalomshinda Bwana. Kwa muhula wake nitarudi, na wakati huu huu mwakani, Sara mkewe atapata mtoto, atapakata mtoto. Kwa hiyo jambo muhimu. Je, ni jambo gani la kumshinda Bwana? Ni neno gani gumu lilo gumu kabisa limshinde Mungu? Halipo. Kwa hiyo ahadi hii inatolewa kwao kwamba mwakani. Sasa mwakani kule nyuma ilikuwa inasemwa tu, sasa anamwambia mwakani, wakati kama huu, mtoto atazaliwa, mtoto atazaliwa. Hii ahadi ilikuwa sasa inathibitishwa, walithibitishiwa na baadaye ukisoma huko mbele utakuta kweli Isaka alikuja. Kutokea kitu muhimu hapa katika maisha yangu na yako ni hivi, ahadi ya Mungu inaweza kuchelewa, lakini ahadi ya Mungu inaweza kutimia kwa wakati wake. Inaweza kukaambiwa ikachelewa, lakini haita, hata kutimia. Kama Mungu amekwambia, ndivyo itakavyokuwa, hata kama itakawia, maana Mungu anakawilisha jambo ili kujiridhisha, kwanza kujiridhisha kwamba huyu mtu atalipokea. Kwa hiyo tabia ya Mungu hujiridhisha. Mara nyingi amemfuata, akimwahidi, utapata mtoto, utakuwa baba wa mataifa mengi, utakuwa baba wa mataifa mengi, wafalme na wa makuhani watatoka kwako. Kule yalikuwa maneno tu ya kumwahidi, hata ikafika mahali Ibrahimu na Sarai wakakosa, baadaye wakazaa mtoto kabla ya wakati wa Isaka mnajua habari yake, lakini wakati wa Bwana ukifika umefika, hakuna neno gumu la kumshinda Bwana. Sasa muhimu ni hili mpendwa mtazamaji wangu, nawezekana wewe ni msichana, subiri Mungu. We msubiri Mungu, usihangaike wewe, msubiri Mungu. Nawezekana wewe ni kijana wa kiume, msubiri Mungu, usijaribu kutafuta njia nyingine, msubiri Mungu. Nawezekana wewe ni mzee subiri Mungu hata katika uzee wako, wewe msubiri Mungu, siache njia hii. Hii njia ndio yenyewe, hii ndio yenyewe. Wewe msubiri Mungu, iko siku itatokea. Yeyote we, inawezekana wewe ni mfanyabiashara, inawezekana wewe ni mkulima, inawezekana wewe ni labda mfanyakazi wa serikali ama wa kampuni ama wa shirika fulani, lakini mambo hayakuendei vizuri, subiri Mungu. Wewe msubiri Mungu, usijaribu kutafuta njia nyingine. Wewe msubiri Mungu, iko siku iko siku, kama kwa wazee hawa ilikuja kutokea, na kwako pia itatokea. Mimi namwamini Mungu, najua hakika itatokea kwa jina lake Mungu Baba. Ubarikiwe sana, tukutane kwenye kipindi kinachokuja na uwe na wakati mwema. Amen.